Karibu kwenye new vision. This is the Marafiki station na kama hujasubscribe basi is the best time now to subscribe my channel of zeni uta drop up or down comment of zeni kushow love zaidi uta like. What do we do? Tunaenda kutazama iPhone yenye new generation yenye unyama mkubwa zaidi. iPhone 16 na 15 Pro Max. Unajua ni rangi gani ambazo zimetoka sa hizi za 16 na Pro Max ya 15? Rangi zilizotoka ni amazing sana. Na ambazo natakiwa uzijue cha kufanya ni kusubscribe na kufuatilia vipindi vyetu kutoka Marafiki Station. Vitakuwa simu zote za iPhone wataongeza vio kwa maana hiyo, kuanzia hiyo toleo la 15 Pro na 16 16 Pro Max kwenda juu watakuwa wanaongeza pia ukubwa wa vio, yani display zile inchi wanaongeza kidogo upana, kwamba watu waweze kuenjoy zaidi na unyama uwe mkubwa zaidi. Hasa nataka nikumbushe kwamba kama huja subscribe channel yetu ya Marafiki Station ni wakati sasa wa wewe kuweza kusubscribe channel ya Marafiki Station hii, usipitwe na updates zozote zile ambazo zinawekwa katika channel hii. Sasa cha kufanya kama huja subscribe ni kugusa hiyo alama hapo chini nyekundu ambayo imeandikwa subscribe, alafu zeni uta turn on notification, unyama utakuwa ni mwingi. Na kama kuna swali lolote kuhusiana na simu za iPhone, Samsung unaweza ka comment hapo chini, hapo nitashuka nalo nitakujibu na kama kuna kitu haufahamu pia unahitaji kukifahamu kuhusiana na iPhone pia hapo chini ki comment nitakujibu na kama una issue yoyote inayohusiana labda tatizo una simu ya iPhone ina tatizo pia unaweza ka comment hapo chini au ukachukua namba yetu ya simu inayo display hapo juu tukawasiliana na ukapata solution ya tatizo lako we are mastering kuhusiana na simu za iPhone na Samsung kwa hiyo ukiwa na tatizo ndani ya hizo simu basi asilimia mia moja limekuwa we love it. Marafiki Station, na tuna glow nguvu ni moja na umoja ni ule ule. Kabla hatujaingia kwenye kumi na sita Pro Max, basi uhakikishe na wewe umemiliki simu ya iPhone. Simu ya iPhone kumiliki kwa sasa hivi ni rahisi sana, kwa sababu tunazungumzia iPhone sasa hivi wanaenda kwenye kumi na sita Pro Max, ila pia iPhone wako na simu ambazo kibongobongo tunaziona ziko kuanzia iPhone 6 japo kule hazitambuliki na wanajua kwamba zishaisha wale toleo lishatoka, lakini kibongobongo bado tuna 6, tuna 7, 7 plus, 8, tuna 11, tuna 10, tuna 12, 13 ambazo sisi tunaona kama wenyama 14. Ila pia hizo simu tunazotaja za, za chini ambazo zimepita vision yake kwamba hizo unaweza kazipata kwa bei nafuu zaidi kwa sababu toleo ambalo tayari lishatoka muda Yani mfano kwamba 80 sijui x xr x max hizo utazipata kwa bei nafuu zaidi, na unaweza ukamiliki hizo simu bila ya kuwa na pressure, yani inamaanisha mkwanja mdogo tu unatumia simu ya iPhone. Kwa mantiki hiyo basi unaweza kuchukua namba yetu ya simu hapo inayo display uka press order, na mzigo ukakufikia sehemu yoyote bila kujalisha umbali uliokuepo nao, simu ikakufikia ukaendelea kutumia iPhone ila kwa ushauri pia mwingine kwa watumiaji wa social networks, sometimes unapiga picha ziko na quality ndogo, ziko na features mbovu kwa sababu ya muonekano wa simu yako au kamera unayotumia resolution yake ni ndogo. Kwa hiyo cha kufanya wewe ni uweze kubadilisha kifaa unachokitumia, na pia kwa mwenye talent, tunafahamu wote kwamba TikTok, Facebook, YouTube saizi wanaingiza mtonyo kupitia videos na sometimes labda kama mtu una talent ya comedy, ila pia kama una talent ya kuimba pia. Fursa ni nyingi, ajira iko wazi. Unaweza kufanya hivyo vitu kupitia simu yako hiyo hiyo na hela ukaipata hapo hapo ulipo. Kwa hiyo cha kufanya ni kuwekeza kwenye kifaa. Kifaa ni kipi? Kwamba tumie kifaa bora, ili uweze kupata product bora zaidi. Kwa hiyo cha kufanya ni kubadilisha simu, kama hauko kwenye iPhone basi hamia kwenye iPhone. Ila pia kama uko na iPhone yenyewe vision ya zamani, pia unaweza ukapanda kidogo ukakaa kwenye iPhone ya juu yake, ya unyama unakuwa ni mwingi zaidi, kwa sababu tunazungumzia iPhone, kila grade inayetoa quality na ubora vinapishana, ila baadhi ya features pia zinaongezwa. Kwa hiyo iPhone is the best kwa upande wangu. Wewe unalipa maoni gani? This is love kutoka Marafiki Station. Watch my next video, see you next time, bye. Karibu kwenye new vision. This is the Marafiki station. Na kama hujasubscribe basi it's the best time now to subscribe my channel. Fuzeni, uta drop up or down, comment fuzeni, kushow love zaidi. Uta like. What we do do? Tunaenda kutazama iPhone yenye new generation yenye unyama mkubwa zaidi, iPhone 16 na 15 Pro Max. Unajua ni rangi gani ambazo zimetoka sa hizi za 16 na Pro Max ya 15. Rangi zilizotoka ni amazing sana na ambazo unatakiwa uzijue, cha kufanya ni kusubscribe na kufuatilia vipindi vyetu kutoka Marafiki Station.